Hey, sasa nataka nikapate kwenda kukuonyesha hii treni inayoitwa SGR katika lengo la kukuonyesha jinsi gani mambo yanavyoenda mahala pale. Sasa unaposhuka, kwanza kituo cha kwanza ambacho utakachoshuka kinaitwa kituo cha nimesahau eti. Nimetoka kushuka sasa hivi kwenye gari halafu nishasahau kituo. So ukishashuka kwenye hichi kituo utakutana na njia namna hii. Sasa kuweza kwenda kuipanda hii treni ni lazima ukapate kuwa umejiandaa, kwa sababu huwezi tu ukafika mahala pale alafu ukaingia. Tunapoingia nitaenda kukuelewesha vyote ambavyo unapaswa kuvifanya, na utaona jinsi gani mambo yanavyoenda. Sasa nataka nikueleweshe na kukujuza pia. Unajua, katika maisha haya tuliyokuwa nayo Yesu Kristo tunahubiriwa huku kule, kwenye matv kwenye maredio, katika hili pamoja na lia, nataka nikueleweshe kwamba ingawa tupo katika haya maisha, tunapambana kutafuta maisha, kutafuta kuweza kujenga, kutafuta sijui hiki na kile, tunapaswa kuelewa maandiko yanatimizwa kwa kutokana na vile Mungu mwenyewe alivyokwisha kutuwekea toka hapo awali. Neno la Mungu limesimama kama udhihirishi wa vitu vilivyopita na vitu vitakavyoweza kuja. Unapotegemea muda na nyakati na saa zifike, uende mbinguni, unapaswa kujua ya kwamba mbinguni utaweza kuingia mahala pale kwa kupitia Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yangu mimi pamoja na wewe. Unapaswa kuelewa ya kwamba katika neno la Mungu linasema Yohana sura ya tatu mstari ule wa kumi na sita Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima milele. Tunapaswa tujiandae katika lengo la kusimama mbele za Mungu, kwa sababu hatujui majira, hatujui saa, hatujui siku, hatujui muda, lakini Mungu atatusimamisha mbele yake, tutapaswa kutoa hesabu ya haya maisha tunayoyatenda leo hii. So mimi nakusihi huku tunaendelea, nataka nene nikakuonyeshe kiri Yesu Kristo, mkubari Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndiye njia ya mimi na wewe kuweza kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Kama kweli lengo lako ni kuiona mbinguni Mkubali Yesu Kristo aliyekufia msalabani, ili usipate kuweza kushindwa kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Sasa mahala hapa ndipo nimefika, hii ndio stesheni yenyewe ambayo nasema stesheni ambayo utaenda kupanda hiyo train kutoka Morogoro kuelekea Dodoma, kutoka Morogoro kwenda Dar es Salaam. Amen. So yeah, sasa kilichotokea tumeweza kupanda usafiri na uh, sasa tumeweza kufika katika station yetu ambayo ndio hii hapa, ambayo ni ya SGR, sio, unasemaje wewe? So treni ya kisasa ndio hii hapa, tuende tukapata kuweza kuona hiki kitu kinaendaje katika kundani. Okay? Unajua, it's very exciting kwa wale watu ambao kwa mara ya kwanza wanaweza kufika, kuweza kupitia hivi vitu, labda hujawahi kupanda ndege, nataka kukuonyesha ukifika airport vitu gani vinavyoonekana. Ukifika mazingira ya airport utakutana na vitu vya namna gani, ngoja nikuonyesha. Okay. So iko hivi, haya ndio mazingira ya kuingia, unakuta pale kila watu wanakuja wanatoka huku na kule, wanaingia katika eneo lenye husika. Ukifika airport, kama hujawahi kupanda ndege ukifika airport, utakutana hivi vitu kabla hujaenda mbele zaidi, ambao mwisho wa siku sasa utaweza kusikaniwa vitu vyako. Umeona mazingira haya, unasikaniwa vitu vyako safi, kama vile umeona watu wanavyopitisha yanaanza mabegi kwanza, watu tunakusanya vitu vyetu, lengo tukapata kupita na treni, tunaenda kuikuta upande wa pili kule mbele, ndio tunakutana na ile treni yenyewe. So unakutana na walinzi mahala hapo. Hii ndio sehemu ya mapokezi, ambapo labda una maswali, una kitu chochote, ndio unakutanika mahala hapa. Kwa mwisho wa siku, ukipitisha hapa, kama una kitu chochote cha chuma mahala hapa itakuzuia kuweza kupita. Kwa hapa ndio vitu watu unaona kama wanavyoweka vitu vyao, lengo kila mmoja akapate kuweza kupitisha na kuweza kuona kile kilichokuwa sahihi. Una mzigo wako, unabidi tuweza kufikisha hapa, ili mradi chuma yako ikapate kukaa sawa, iko hivyo. Ukifika humu, ukifika ndani unakutana na kitu kama hichi hapa, ambako hapa utabidi uweze ku, kulipia tiketi yako. Unavuka pale kwanza, ndio mwisho wa siku unapata kuendelea. So tumeingia katika hii sehemu ambapo tunaweza kupita kwenda kuingia kwenye treni. Utahitaji kuweza kuwa na kitu kinachoitwa ticket ambayo ni kama hii kadi, ambayo itaweza kukupitisha mazingira pale hapo katik, katikati. Sijui mnaona kuna watu ambao wanakagua, wana, wana hizi hichi kitu. So ni aidha uwe na kitambulisho chako cha NIDA ama unaweza kawa na hii, tamburisho chochote kinachokujuza wewe kuwa ni nani ambao wakivuka kwenye yale mazingira pale, wakapate kujua wewe ni nani na ikoje. So yeah, mazingira yandanda kama hivyo, lazima upitie kwenye hizi ofisi kwanza. Hizi ofisi ndizo zitaweza kukuonyesha kuku kwamba okay, kuprinti, kuprinti hizi ticket, lazima uende kwenye ofisi kama hizi hapa, ambazo kule ndo nakati hizo ticket. Ambao unaona hizi tiketi zimekaa hapa, umeona kama hiyo hapo mimi ya kwangu ipo inaonyesha Dar es Salaam kabisa, adult hapo, jina ili hapo Mr. Wallace kabisa, na namba hapo na makolokolo yote yeah, everything is there. So unapewa na price yake, kila kitu kinakaa hapa. ili ili ukate hii lazima ufike kwenye ofisi za namna hii, okay? So baada ya kupata hii lazima uvuke pale. Umeona hichi kitu? Mwana watu wanavyopitisha hichi kitu ya namna hii kwa watu ndo tunakusanyika kwenye mazingira kama hayo. Haya ndio mazingira yetu ya eneo letu husika, okay. Sasa haya ndio mazingira ya kusubiria, kabla haujaweza kutoka nje kwenda kuangalia hiyo treni husika, ni lazima kwanza upate sehemu ya kusubiria, ambako utakutana na wenzako wengi tu namna hiyo hey. O lazima uwe na hii kitu hi. Ukishapita kwenye ile section lazima ukutane na hii kitu, lazima kitobolewa. Ukishatoboa hivyo, ndio unaweza kupata fursa kwenda kuingia katika hiyo treni husika, wanaotaka kuweza kuingia. Yesu Kristo alikaa chini pamoja na wanafunzi wake akawaambia katika kitabu cha Matayo sura ile ya ishirini na nne ukianza kusoma ile Matayo sura ishirini na nne utapata picha iliyo kamili. Sasa Yesu akawambia kabla ya ujio wake kuna vitu vingi vitaweza kutokea, lakini kuna statement moja ambayo ningependa niweze kukunukuu, ambayo itaweza kukufungua. Nina imani huku tunaendelea kutaka kwenda kupanda hiyo treni na kukuelewesha ikoje. Yesu akasema hivi, akasema siku ile ambavyo atakavyokuja watu watakuwa wakila wakinywa wakiuza wakinunua waki, um, wakifanya kila kitu ambacho kinafanyika kawaida katika siku hizi za leo. So nataka nikuelewesha kwamba majira na nyakati na saa zitakapofika ambapo Yesu Kristo atakuja haitokuwa kana kwamba yani, itakuwa tofauti. Hapana, itakuwa ni kawaida tu, kama hivi tumekutanika wote pamoja, labda uko dukani huko, sehemu fulani utaweza kuyaona, ni siku ya kawaida tu, lakini hapo ndipo Yesu Kristo atakaporejea katika lengo la kuweza kuwachukua wale wote waliomkubali waliomkiri yeye kuwa ni Bwana na Mwokozi. Sasa ili mradi usipate kuachwa, ni muhimu ukapate kumkiri Yesu Kristo. Sasa amua kabla ujachengeka kiukweli. Niseme kwa nchi kama Tanzania, kiukweli tunajitahidi, tumevuka viwango. Nataka niende nikakuonyeshe hiyo es Salaam ikoje? Lakini nadhani itabidi pia tuweze kupiga trip moja ya Dodoma malengo tukapate kuweza kuona mazingira kwa kina zaidi yanaonekana. Uh, kwa mfano kama ukaweza, ku, ukaweza kutoka kaweza kuingia katika nchi zilizokuepo nje. Kiukweli mimi ninachoweza nikasema kwa Tanzania tumevuka tumevuka viwango kiukweli, tumevuka viwango so kama unavyoona hizi lighting nyuma na kama vile airport za ndege zilivyo unapata matangazo tunaambiwa juu kwa juu Kiswahili na Kizungu, hivyo hivyo ipo kwenye e, treni hiya e, wanasema ni SGR sijui S ni ni wanasema TRC sijui inakwaje, so ndivyo hilivyo, tuna tuone hapa wote tunasubiria kama sehemu ya kuweza kuona treni imeingia, na treni ikiingia treni ikiingia inaingia kwa kupitia mazingira yale pale. Kwa watu wanapita wanaingia lengo kuvuka ngambo. Sasa hapa kuna kitu ambacho napaswa ufahamu. Okay. Kwanza kabisa kwenye hizi treni za ki, hizi treni kuna VIP kuna loya kuna vitu vingi sana vinavyokuwa katika hali ya kuweza kutofautisha. Ukiwa na fedha yako nzuri zaidi unalipia loya una, uh, una fedha yako ya kawaida, kuna economy ambayo mimi leo hii ndo nimeilipia, kuna sikumbuki ilikuwaje, lakini ukiingia kwenye website ya ya kubook hii trip ya kuweza kwenda Dodoma mada wanaweza kukuonyesha pale, na viwango ni tofauti. Sitegemee viwango ni kile kile, viwango ni tofauti, kwa sababu inatofautiana watu. Sasa inaenda kuvuka lengo kuweza kuona upande wa pili kwaje, let's go see. So sasa, so watu wanavuka lengo kuingia upande wa pili, watu walikuwa wamekaa wamepumzika, wanatoka sasa weza kuingia natanaingia. So mwanzo tulipita hapo. Yes. Tukapita hapa, tuliingilia kule. Yeah. So hapa lazima uvuke kwanza na ile cheti lazima uvuke na ile paski ambayo ni ticket, ambao so si mwana wenzako anavyofanyiwa ba tunavuka. Ngoja tuweza tuwaone na kuaje kwa yeah. So watu wako ng'ambo huku uweze kuona mazingira sasa so kilicho kuwepo hapa hapa sasa, watu tuko nje, tupo kwenye mazingira haya, tunasubiria hiyo treni yenyewe tuweze kuiona. Sasa naona leo watu wamewahi, wamewahi kufunguliwa, lengo waweze kufika kwenye nje huko, lakini msi watu wanasimama huko nje kusubiria treni ina, inafika. Kwa hiyo treni inafika kwenye mazingira haya kwenye hizi reli, kwenye hizi reli yeah, oh, treni inafika hapo. Itakapofika watu ndo tunaingia katika lengo la kuipanda. So yeah, watu wote wote kwenye mazingira kama haya na treni So, tunapoingia kwenye treni yetu, tunaingia milango, inakuwa hivi, kuna kunakuwa na vinywaji ambao unaweza ukanunua pale pale katika sehemu husika. Kwa mfano, ukipanda kwenye hii treni, kuna vinywaji viko hapa ambavyo utapaswa kuvipanda. Na samahani, hii ni treni, ah bwana, nilikuwa nina hofu nisije nikapanda beo ambayo sio, nimekurupuka, nime tu nikawa nina ninazungumza na watu so this is it, hii ndio um, treni ya kisasa nataka nikuonyeshe na kukuonyesha jinsi gani ilivyo humu ndani, so mazingira yake yanakuwaje, watu wake wanakuwaje, kila kitu kapata kukiona. Hii ni bewa namba kumi na nne ambayo inakuwa namna hii, siti zake zinakuwa hapo tatu kama hivi, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, na huku kuna pande mbili, ambako kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Sasa, so, so, unaona level ziko tofauti, kana kwamba kuna moja mbili tatu, mpaka kule mwisho, kule mwisho kabisa. Kwa hiyo yote ni bewa moja. Kwa hiyo mimi nakusii, unapokuwa unataka kuja kupanda treni, angalia kwa makini namna gani unavyoweza kuchagua siti yako. Kuna nyingine ambazo zipo kwenye dirisha, kuna nyingine ambazo ziko huko pembeni huku. Okay, let's go sit down first. So, hizi siti tunaweza kuziona kwa hapa juu, maana hivi hapa kuna namba inakuonyesha hapo, moja, mbili, tatu, nne, tano. Sasa mimi ya namba yangu ni namba saba, mwone kiti hapo. Kwa watu wengine wanakuwa katika mfumo kama huu, zinakaa huku juu hizi namba. Sasa kuna namna mbili ambavyo ningetamani kuweza kukwambia, kuna watu ambao kama baka, treni, treni dani, ina, ina, mimi nilivyokaa treni inapoelekea dani, ninarudi huku, kwa mimi nimekaa, naenda kinyumenyume lakini kuna wengine ambao wakikaa wanaangalia huku wanapoenda. Sasa mi nimekaa pamoja na wenzangu hapa, tunaangalia mbele, tunaangalia huku, lakini treni inaenda huku. So unapotaka kuweza kuchagua tiketi yako unapoingia katika hapo, ntakuwa nitakuwa nakudanganya kwa sababu sijajua. Lakini ukiingia kwenye kubuk online, ukiangalia, what is it called, kwenye siti kuna siti na siti ambazo unaziona, kuna nyingine zimegeuka, kuna nyingine zimekaaje kwao. Angalia namna gani ya kuweza kupick ile siti husika unayotaka kuweza kuipanda na kuikaa, ili mradi usije ukachanganya. Mimi niko na haraka tu, lengo niweze kupanda, uweze kuona, uweze kufahamu inakuwaje. So hivi mi naangalia, nimekaa Me, hivi, lakini narudi huku kwenda Dar, ninaenda huku. Kwao wengine wamekaa, wanaangalia mbele moja kwa moja, so iko hivyo. Hichi ndicho nilichokuwa nakuambia, nimekaa treni inaenda hivi, treni inaenda huku hmm. Nyuma, angalia jinsi gani ilivyokuwa ile achanganya hapa, yani kama watu wenye kizunguzungu, sijui itakwaje, lakini usihofu kikaa kwenye hii treni. Yani niseme iko very stable stable yani, iko iko stable iko stable, stable mpaka raha yani, ya, kana kwamba nikiweza kuweka kitu chochote hapa naona kama kimwagiki, so okay. Ngoja nikuonyeshe inavyokuwa, mimi naelekea huku ina ina ina ina ina unahitajika behewa namba nane. Technician unahitajika behewa namba nane. Treni inaenda hivi nyuma, inaenda nyuma yangu mimi. Nimekaa ninaangalia, naipa mgongo treni, inaenda hivi nyuma yangu. Kuna wengine ambao wamekaa kule, ambao wanaangalia treni inavyoenda moja kwa moja.